Akasema hivi, alishapanguliwa kizazi hata zaa tena, na madokita wakathibitisha, hata fanya nini hata zaa. Akaleta hitaji lake mahali hapa, akasema, mchungaji, lilishapanguliwa kizazi na nikaambiwa sita zaa, nifanye nini? Nisikilize nikwambie, Mwana Yesu asifiwe. Nilikwenda mbele za Mungu palipo na majibu yasiyoshindwa kufika. Mungu akafanya muujiza, mtoto wake wa kwanza. Wewe binti, mlete hiyo binti, mlete hiyo sogeza, upuhuyo mtoto. Asante sana, unamwona alivyo mnene Amen. Nacheza na Yesu, mtoto hapo, mwanangu. Njoo sema amina, unamwona watu wapendezwa heani usesakizidi hapae Yesu. Nikamwambia utazaa kwa jina la Yesu, wala hapana shida yoyote. Mungu tunaye mwabudu hapa ni Mungu asiyeshinda. Unanielewa vizuri? Haikupita mda akabeba ujauzito akazaa mtoto akamwita Debora, ndo mtoto huyu nayemuona. Sema amina, ndo mtoto huyu nayemuona, sikudanganyi nakwambia ukweli, ili uthibitishe kwa macho yako kwamba kumbe Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja. majika paka leo, katoto kanapendeza. Isitoshe, Mungu amemjalia hakuna cha kufunga kizazi, ameendelea kuzaa mpaka sasa na katoto kachanga. sema amina na leo tutakabariki. umemwita nani? mtoto anaitwa Flora ila jina maarufu kabisa naitwa Shangwe. Sema amen. Kizazi kilichokuwa kimepanguliwa, madamu kitawakathibitisha leo hii. Mama anafanya nini? Anaendelea na kuzaa, hakuna cha kupanguliwa. Kama ukiamini, sema amina. Mimi natamani tusizungumze kupanguliwa tu, tupate na mtu aliyegeuzwa kizazi au aliyeondolewa kizazi, alafu tuombe juu yake, Mungu afanye kitu

Mungu akubariki sana, amekaa vizuri kweli kweli. Na mwanayo kijana alitendewa kiti na wabaya akiwa amelala usiku ha? kwa kushuhudia kwake mwenyewe, aliamuka usiku, anasikia mkono wake mzito, siku sikukaza wakaza mkono ulivimba vibaya, maumivu makali, kazunguka kwa watu wamsaidia, lakini hakuna misho wake ananiambia, alisikia maumivu sasa amepanda mpaka kwenye moyo, akasema, nitieni mchungaji aje niombe. Nilimwambia tutaomba muda wa siku ngapi? Siku tatu tu inatosha. Mungu akubariki umejitahidi sana, kwani hajapendeza sana pendeza. Jama, amen. Uko single au uko ukoa uko single? Aya, maono sasa <laughs> zipitisha ngoti mpaka chini, sema amina, sema enee. Nikamwombea siku ya tatu. Nakumbuka usiku huo niliahirisha kuja kwenye maombi, ilikuwa na kuja nyumbani, kwa maana alikuwa hawezi kutembea, hali yake ilikuwa mbaya mbaya. nikaomba juu yake siku ya tatu hiyo, niliahirisha kuja kwenye, kwenye maombi nikaenda kulala. Ilipofika saa tano za usiku, unakumbuka siku ilikuja kuamsha usiku. Sasa unaikumbuka ile usiku, ilikuja kuamsha usiku, ameshalala mzee wa kanisa nishahidi, nimesukumwa, nenda kamwombee. Nasikia kusukumwa, nikasema hapana, mimi nashuka Bwana. Nilichomoka kwenye shuka bila kutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Nikafanya ibada ya huduma juu yake. Haikupita siku mrefu, kijana mkono ukasinyaa mpaka leo. E, unausikia? una mkono unauma tena? uko vizuri jamani! umevimba au haujavimba? na ulikuwa kama kibofu, mkono umevimba vibaya. Leo hii anakula bata. Uombe kwa wanakutegemea kwenye familia. unauma mpaka kwenye kiwiko au unasikiaje? Wewe unasikiaje mwanangu? uko vizuri jamani. Mpe Mungu utukufu kwa makofi. wote watu wakateseke. Sikiliza, niliwaambia tunaenda kumalizia mwaka. Kuna watu wanakufa kwa ajali zisizokuwaza hapa na pale. Kila wakati ni vifo, kila wakati ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maziko tu ya ndugu yetu Raila Odinga, wamekufa watu wengi. Watu wengi. Juzi hapa tumeshuhudia kijana na gonga, na hata leo kijana wetu, Mungu akubariki sana. Anaitwa Tyson, yuko single Uko hapa leo mwana na mtoto, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki, Yesu, makofi a. Wangapi amemfahamu? Wangapi msiomfahamu? Aa, ni watu wengi sema, wacha nishuhudie kwa jina hili, nilipokea baraka zake kiwa Mwanza, wakasema anaungwa sana Ikasema hiyo ndio tena mimi nimeitiwa. Sema amen. Nasikia nguvu yakomajiata Nasikia nguvu. Kasema jamani, simu mlete, ashukuliwe Mungu kakayata kaenda Mungu akubariki sana. Wacha nishuhudie huyu binti, akawa katika hali mbaya, alisumbuliwa sana na vifungo vya mashetani. Wanataka kumula nyama watu. Wakati anaanza safari kwa saa saba, si ndio? Ah, wakati unarudi sasa, ilikuwa saa saba, wanavuka na feri, wanaanza safari tu, binti akapoteza fahamu akawa mitulikana kwamba amekufa. Walimleta kama mfu, unajua kama mfu kama nini. Nikata nikandua mchungaji, mgonjwa ameshaletwa. Nikasema haina shida. Unaona shetani anataka kubebakii mrembo wa watu, jamani, amen. Kwa hiyo shetani anapeleka mpaka na warembo ni kweli. Nikapiga pale, tukaanza huduma ya maombi tuliomba, ilikuwa siku ya Jumatatu mchana. Wote huo hakuna hata ile ya kujitikisa, hakuna kufungua jicho, macho yanazidi kujaa tongotongo tu. Yaan, alipofika wakati anatoa machozi yale machozi hayaendi ya popote, yanabadilika kuwa tongotongo tu ah! Ai, nikimwangalia hivi nasema basi. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu wa zoni, sasa nikasema, hapa ni nikuomba kwa mafunuo, wala hatuombi vingine, nikuomba tu kwa mafunuo naiela, mtumishi. Usiku huo tulirudi tena tukaomba, tukaomba jioni, usiku usiku, tukamaliza tukarudi nyumbani. Usiku wa manane nikapiga simu, asema bado yuko na hali ile, wala hajitikisi akilazaopuamgeuze akilala mkono ai paka... Sasa haievika hatua ya mwisho. Siku ya juma nne iliyopata nikasikia kwendelea kuomba, ukataama, tuliendela kuomba, mama yake mama yake kuarisakk Bwana Yesu asifiwe. Nilivyofika jioni, niliwaambia sasa, mpelekeni kwenye madhabahu ya majibu. Sema amen. Hili madhabahu ya nini jamani? Mpeleka <laughs> kwenye madhabahu ya majibu. Ashukuriwe wa Mungu walijisimamia kijana pamoja na mama yake akiwa hajitambui, mpaka nikawa nashika hivi. Sasa kilicho niogopesha zaidi Nilisema unyosheni maji, walimnyosha maji, yakaingia kwa kisibwani, lakini hayakwenda popote, yakarudi tu yote yote, mpaka yakalisha mdomoni. Nikajua huyu yuko hatua ya mwisho ndiyo, niliwambia mleteni kwenye madhabahu ya maji. Walimleta binti wa watu kwa boda boda mpaka hapa, kwamelala, sikuwapo, kwamelala hapa, tukafika kuanza kuomba tukaomba juu yake, hakuna lakini nikashuhudiwa, huyu mtu sio wa kuombea, ni mtu wa kuita huko aliko atoke, huko aliko arudi, atoke huko aliko arudi. Nilipomaliza maombezi, nikapigwa simu, narudi nyumbani tena, kwamba kuna watu wanahitaji kuombewa tena huku nyumbani, unahitajika. Nikampigia simu kijana, Mungu akubariki, njoo baba yangu pismakofinaa simu kijana, nikamwambia nenda kanisani maombi. Utakayoyaomba maombi siombe maombi mengine, omba maf a mafunuo tu, alafu mwite atoke huko aliko. Kijana alielewa, mungu akubariki sana. Alifika mahali hapa kaanza yale maombi, kaanza yale maombi, sio muda mrefu. Aa, nikuulize, ulitumia muda gani? Nitumia sio muda mrefu sana kama, da kama dakika kumi hivi sana kama dakika, akafunguliwa akawa hai. Wakati natoka nyumbani nilikuta huyo pita, napiga mapambio tu. Huyu ndio mpofu <laughs> anapiga a pambio aa kwamba hizo siku mbili hajaweka kinywani kitu chochote, lakini anamshukuru Mungu anamwimbia Bwana. Nikasema madhabahu yenye majibu imetoa majibu, sema amina. Kaka leo hii binti anang'aa tu anapendeza, apendeza, sema amina. Watumisi Mungu wetu wetwa yawaisitwa kitu Mungu wetu ni mwenye majibu. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii mtumisha neendelea tungekuwa tayari tumeshamaliza mazishi na maombolezo ya watu wanazengo, wangekuwa wameshamaliza.